Tusimame tuweze kusali pamoja, kama mtunzi wa kitabu cha methali alivyo sali. Tusimame tusali kwa pamoja sala ifuatayo. Mambo haya mawili nakuomba, E Mungu. E Mungu. Wala usinikatalie kabla sijafa, sijafa. Sijafa. Uniondolee uwongo na, Uniondole uongo na, Uniondole uongo na udanganyifu. Usinipe umasikini wala utajiri usinipe unipe chakula ninachohitaji, nisije nikashiba nikakukana nikasema, Mwenyezi Mungu ni nani? Au nisije nikawa masikini nikaiba na kulikufuru jina lako e Mungu wangu. Hiyo e, ni sala natoka kitabu cha Methali sura ya thelathini aya saba aya tisa Pia tusali kama bwana wetu Yesu Kristo alivyotufundisha, tusali: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo ufanyike duniani kama mbinguni. Tupele mkate yetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi sisalitukosea, usitie katika kishawishi, lakini tupoe maovuni